Mlango wa pili. Ikawa baada ya hayo, Daudi akauliza kwa Bwana akasema, Je, ni upandie mji wowote wa Yuda? Bwana akamwambia, Haya, panda. Daudi akasema, ni upandie mji upi? Akasema, Hebroni. Basi Daudi akapanda aende huko pamoja na wakezi wawili, Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akawapandisha watu wake waliokuwa pamoja naye, kila mtu na watu wa nyumbani mwake, wakakaa katika miji ya Hebroni. Basi watu wa Yuda wakaenda wakamtia Daudi mafuta huko awe mfalme juu ya nyumba ya Yuda. Wakamwambia Daudi wakasema, watu wa Yabesh Gileadi ndio waliomzika Sauli. Basi Daudi akatuma wajumbe kwa watu wa Yabesh Gileadi na kuwaambia, na mbarikiwe ninyi na Bwana, kwa kuwa mmemtendea bwana wenu fadhili hii, yaani Sauli, mkamzika. Bwana naye sasa awatendee ninyi fadhili na kweli. Mimi nami nitawalipeni fadhili hiyo kwa sababu mmetenda jambo hilo. Basi sasa mikono yenu na itiwe nguvu, nanyi iweni mashujaa, maana Sauli bwana wenu amekufa; tena nyumba ya Yuda wamenitia mimi mafuta niwe mfalme juu yao. Basi Abneri ya mwana wa Neri, amiri wa jeshi la Sauli, alikuwa amemtwaa Ishboshethi mwana wa Sauli na kumvusha na kumpeleka Mahanaimu akamweka awe mfalme juu ya Gileadi na Waasheri na Yezreeli na Efraimu na Benyamini na juu ya Israeli wote. Huyo Ishboshethi mwana wa Sauli, Umri wake alikuwa amepata miaka arobaini alipoanza kutawala juu ya Israeli, akatawala miaka miwili. Lakini nyumba ya Yuda waliandamana na Daudi. Na wakati Daudi alipotawala Hebroni juu ya nyumba ya Yuda, ulikuwa miaka saba na miezi sita. Basi Abneri mwana wa Neri na watumishi wa Ishboshethi mwana wa Sauli wakatoka Mahanaimu kwenda Gibeoni. Huyo Yoabu naye mwana wa Seruya na watumishi wa Daudi wakatoka wakakutana nao karibu na ziwa la Gibeoni. Wakaketi hao upande huu wa ziwa na hao upande huu wa ziwa. Abneri akamwambia Yoabu, tafadhali vijana hawa na waondoke na, na kucheza mbele yetu. Yoabu akasema haya, na waondoke basi. Wakaondoka wakaenda upande wawili kwa hesabu yao, watu kumi na wawili wa Benyamini na wa Ishboshethi mwana wa Sauli na watu kumi na wawili wa watumishi wa Daudi wakakamatana, kila mtu akamshika mwenziwe kichwa chake na kutia upanga wake katika ubavu wa mwenzake, wakaanguka pamoja. Hata mahali pale pakaitwa Helkath Hasurimu, napo ni katika Gibeoni. Vita vile vilikuwa vikali sana siku ile, naye Abneri akashindwa na watu wa Israeli mbele ya watumishi wa Daudi. Na wana watatu wa Seruya walikuwako huko, Yoabu na Abishai na Asaheli. Na Asaheli alikuwa mwepesi wa miguu kama kulungu. Naye Asaheli akamfuatia Abneri, na katika kwenda kwake hakugeuka kwenda mkono wa kuume wala mkono wa kushoto katika kumfuatia Abneri. Basi Abneri akatazama nyuma yake, akasema, ni wewe Asaheli? Akajibu, ni mimi. Basi Abneri akamwambia, geuka mkono wa kuume au mkono wa kushoto, ukamshike mmoja wa vijana, ukazitoa silaha zake. Lakini Asaheli hakukubali kugeuka na kuacha kumfuata. Abneri akamwambia Asaheli mara ya pili, geuka, acha kunifuatia mimi, kwa nini nikupige hata chini? Hapo ningewezaje kuinua uso wangu mbele ya Yoabu ndugu yako? Lakini akakataa kugeuka. Kwa hiyo Abneri akampiga tumboni kwa ncha ya nyuma ya mkuki wake, ule mkuki ukamtoka kwa nyuma, naye akaanguka hapo akafa papo hapo. Ikawa watu wote waliofika hapo alipoanguka Asaheli na kufa wakasimama. Ila Yoabu na Abishai wakamfuatia Abneri, na jua likachwa hapo walipoufikilia mlima wa Ama kuelekea Ogia katika njia ya nyika ya Gibeoni. Nao wana wa Benyamini wakakusanyika pamoja nyuma ya Abneri, wakawa kikosi kimoja, wakasimama juu ya mlima. Ndipo huyo Abneri akamwita Yoabu, akasema, je, upanga uwale watu siku zote? Je, hujui ya kwamba utakuwa uchungu mwisho wake? Basi itakuwa hata lini? Usijewaamuru watu warudi, na kuacha kuwafuatia ndugu zao. Naye Yoabu akasema, aishi hivyo, Mungu, usingalinena basi, asubuhi wangali kwenda zao, wasiwafuatie kila mtu ndugu yake. Basi Yoabu akapiga tarumbeta na watu wote wakasimama, wasiwafuatie Israeli tena, wala hawakupigana tena. Wakaenda Abneri na watu wake usiku ule wote, kati ya ile Araba wakavuka Yordani, wakapita kati ya Bithroni yote, wakaja Mahanaimu akarudi yoabu naye kutoka kumfuatia abneri na alipokwisha kuwakusanya watu wote pamoja na hao watumishi wa daudi walipungukiwa na watu kumi na kenda pamoja na asaheli ila watumishi wa daudi walikuwa wamewapiga watu wa benyamini na watu wa abneri hata wakafa watu mia tatu na sitini nao wakamwinua asaheli wakamzika katika kaburi la baba yake lililokuwako bethlehemu Yoabu na watu wake wakaenda usiku kucha wakapambazukiwa huko Hebroni.